Usisahau kusubscribe kulike kushia na kucomment Togolay24 TV ili wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu asante. Michezoni leo, shirika la soka barani Afrika CAF limeondoa kwenye tovuti yake rasmi ratiba ya mchezo wa marudiano fainali ya pili ya kombe la shirikisho Africa CAF Confederation Cup, hatua ambayo imeibua maswali mengi kutoka kwa mashabiki wa soka barani Afrika, hasa wale wa timu zilizofuzu kucheza fainali hiyo. Awali CAF ilikuwa imetangaza ratiba ya mechi ya kwanza ya fainali kuchezwa Mei 17, ambayo imekwisha kuchezwa, huku mechi ya pili ikitarajiwa kufanyika Mei 25. Hata hivyo, kwa sasa ukurasa wa ratiba kwenye tovuti ya CAF kafonline.com hauonyeshi tena taarifa yoyote kuhusu mchezo wa pili wa fainali hiyo. Hatua hii imeacha sintofahamu miongoni mwa mashabiki na wadau wa soka, hasa ikizingatiwa kuwa maandalizi kwa ajili ya mchezo huo yalikuwa yanaendelea kwa kasi katika mataifa husika. Haijafahamika mara moja sababu ya kuondolewa kwa ratiba hiyo, na CAF haijatoa tamko rasmi kufafanua hali hiyo. Mashabiki sasa wanasubiri taarifa rasmi kutoka CAF kuhusu iwapo kutakuwa na mabadiliko ya tarehe, uwanja, au sababu nyingine yoyote ya kiufundi iliyosababisha hatua hiyo. Endelea kutufuatilia na tutatoa taarifa zaidi pindi zitakapopatikana.